Kutengeneza bezi ya watu wakwenda kuwaomba ushauri. Ukisha kuwa kiongozi unajua, ukisha kuwa kiongozi usifikiri kwamba umemaliza, unahitaji watu ambao watakujenga na kukuongoza ili we unafanya vizuri kwenye uongozi wako. Sasa umekuwa kwenye chama cha siasa, umebahatika kuwa mwanachama mwana chama, chama kakuamini kakupatia, wakakupatia nafasi, unakaa kwa muda wa miaka miwili mitatu, pengine kwa sababu zako tu, ukagundua kwamba hakuna maslahi ya fedha ukaamua kuondoka kwenda chama kingine, pengine wamekuahidi hela au wamekuahidi nafasi nyingine ambayo unaamini itakupatia fedha. Bro, uko wrong, unakosea sana, kwa sababu tunahitaji kuwa na taifa la viongozi vijana wenye uweledi, vijana ambao wamepita field, vijana ambao wamejifunza mambo yanayohusu jamii. Sasa umeshakuwa kwenye chama cha siasa kwa muda wa miaka mitatu minne Haujafanikiwa kuwa problem solver, yaani kile chama mpaka unaondoka hata hawakai wakalia, huoni kama wanatishika kabisa kuhusiana kuondoka kwako? Hivi wewe unaamini kwamba ulikuwa ni kiongozi kweli? Bahati mbaya kubwa ambayo naendelea kuisikitikia ni vyama vyetu vya siasa kupokea vijana na kuwa, na, na, na, na kuwaamini kwamba ni vijana wakubwa wenye uwezo mkubwa, lakini hawafuatilii kule ambako wametoka, kama wamekuwa ni problem solver kwa kiwango gani. Hatukatai kumpokea kijana kutoka kwenye chama A kuja chama B, lakini ukimpokea hakikisha, unamwangalia, je, ana deserve kuwa kiongozi wa aina hiyo ambao unataka kumpatia nafasi nyingine, kwa sababu kule alikotoka hajafanikiwa kufanya chochote. Kuna kawaida ya vijana, kuna kawaida ya viongozi kusingizia uh, ukata wa fedha. Yaani kwa maana mimi mimi bwana nilikuwa mimi bwana niliteuliwa kwa niliteuliwa kuwa, kuwa mkuu wa kitengo cha habari Ilala, lakini kwa sababu sikununuliwa kompyuta, kwa sababu sikununuliwa uh, kwa sababu sikununuliwa kamera, kwa sababu sikununuliwa mic na stuff like that, sikuweza kuongea vitu vingi kuhusiana na chama changu kwa sababu sikuwa na vitendea kazi. Lakini smartphone ya laki moja na ishirini ulikuwa unayo, na sense. Mimi nilifanikiwa kuwa katibu wa wajuvi kaftaifa, lakini kwa sababu chama hakikuwa na fedha kwa hiyo hatukuweza kufanya vitu vingi ambavyo hatukuweza kuwa na akaunti na za Juvicaf za, za, za, za, za kwa sababu hatukuwa na fedha. Akaunti ya Facebook unaifungua kwa shilingi ngapi? Mimi nilikuwa mwenyekiti wa, wa, wa ACT Taifa, lakini sikufanikiwa kuzunguka mikoa hata mitatu minne, aa, kwa sababu sikuwa na chama kikuwa na, na fedha. Bro, wewe si kwenu Mbeya? unapoenda Mbea si unapita mkoa wa Morogoro, unapita mkoa wa Iringa, unapita Njombe pia, alafu ndo unakenda Mbea. Kipindi ambacho unasafiri kwenda Mbea, kwa nini haukupita kwenye hii mikoa katikati kujenga chama? Kwa hiyo hakuna sababu za msingi za watu ambao hawafanyi kazi kwenye vyama, za watu ambao hawawi problem solver kwa ngazi ya vyama vyao, kwa kusingizia ukata wa fedha. Vijana wengi mmekuwa mkiamini kwamba hivi vyama vya siasa ni maeneo ambayo mnaweza kwenda kutafuta ulaji. Mimi binafsi siamini hivyo, mimi binafsi siamini hivyo. Na ndio maana mimi, watu ambao waga wanalaumu watumishi wa Mungu kwamba wanakula hela za za za wananchi kama sadaka, mimi wanawaona ni wapuuzi, kwa sababu a asili ya mtu kupata fedha ni kutatua tatizo la mtu. Yaani hauwezi kuwa na fedha nyingi kwenye hii dunia kama haujakuwa mtatuzi wa matatizo ya watu. Sasa kama mchungaji anakuombea unapona, kama mchungaji anakuombea unapata kazi, kama mchungaji anaombea mahusiano yako yanakaa sawa, kwa nini asipate sadaka nyingi? Kwa nini eh? kama umeweza kuwa problem solver kwenye chama chako, kwenye eneo ambalo uliaminiwa ukapewa nafasi, kwa nini wanachama wasikuchangie? Kwa nini chama ngazi uh, ngazi uh, za viongozi wa juu wasitoe fedha zao mifukoni kukupatia wewe kwa sababu si unafanya kazi ya chama. Ukifanya kazi ya chama ikaonekana ika, ika, ika, ikafika sehemu ikashawishi watu wakaja kwenye chama chako, maana yake ni kwamba unajenga chama ngazi ya taifa, unajenga chama, jamii inaona ukubwa wa uwezo wako. Kwa nini wasitoe hela kukupatia kama asante kama pole kwa kazi? Right, sasa kuna kasumba ya vyama vya siasa ambazo mmekuwa mkiendelea nazo ni za kipuuzi, mimi naziita, kwa sababu mnakuwa mnapokea pokea tu wanachama na kushangilia, halafu hamwangalii uwezo wa wale wanachama kule walikotoka. Of course kuwapokea sio jambo baya, na mimi nasema kila siku ukiona uh, kwenye chama ambacho upo hupewi priority na uwezo unao labda pengine kwa sababu wana roho zao mbaya, amua kuja Kafu. Mimi toka nimejoin Kafu sijawahi kuwaza kutoka, na niko comfortable kwa sababu ni, uh, ni chama ambacho chenyewe kinajali uwezo. Yaani, kama utaonyesha uwezo, hawana hiana ya kusema kwamba hautakiwi kukaa hapa. Unataka kukaa hapa, fanya kazi eneovyaziwee kama mtoto wa kiume kijana, mtoto wa kike kijana, una nguvu. Kulalamika ni tabia za mtu anayeumwa aliyelala kitandani. Kama uko hai, unatembea, unaweza kuongea, fanya kazi bro, fanya kazi dada. Matokeo ya kufanya kwako kazi lazima yatakuja automatically. Bro, kila unayemuona na mafanikio kwenye hii dunia, kwenye biashara na kwenye eneo lolote, matokeo ya mafanikio yao ni kuwa watatuzi wa matatizo ya watu. Pambana, tatua matatizo ya watu ili upate hayo mafanikio ya fedha ambayo wewe unayaita mafanikio, kwa sababu kuna watu kwenye hii dunia tumeumbwa kuamini kama mafanikio ni kusaidia watu wengi, na kuna watu wanaamini mafanikio kwenye hii dunia ni kuwa na fedha nyingi, kama kina Mo na vitu vya namna hiyo. Sasa inategemea wewe, mafanikio. Lakini kwenye nyanja ya kisiasa unapozungumzia mafanikio, bro, fikiria kuwa mtatuzi wa matatizo ya wanachama ndani ya chama chako. Fikiria kuwa mtatuzi wa matatizo ya chama chako. Chama chako kina tatizo, kina matatizo mengi, kina changamoto nyingi. Anza kutatua changamoto kwenye chama chako, halafu utakuja kuonesha I mean chama kitatenga kita, kita, kita muda kitaonyesha uwezo wao kukupigania kuonesha kwamba wewe ni mtu sahihi kuwa kiongozi wa kijamii, kwa sababu kwenye chama chao umeshakuwa problem solver. Sasa kakaangu hili mkanza, mimi naomba tu niseme ni, ni, ni, ni, ni kwa moyo wa dhati uh, I appreciate you bro kwa sababu uh, umekuwa ni moja kati ya viongozi ambao mimi nimekuwa nikifanya kazi na wewe kwa namna moja ama nyingine, lakini kutoka chama uh, hiki cha CUF na kwenda ACT Kwako wewe ni uamuzi sahihi, kwangu mimi sio uamuzi sahihi, kwa sababu sio tu kwako, nimekufanya tu wewe kuwa chambo leo na, na kuongea haya, lakini naongelea kwa vijana wote wa Kitanzania ambao mnaamini kwamba kuhama chama kimoja kwenda chama kingine cha kisiasa, kwako wewe ni kutafuta fursa ya kiuongozi. Mimi na watafsiri nyinyi ni, ni watu ambao mnatafuta fursa za kifedha, mnatafuta fursa za kiuongozi kwa kulazimisha kama uko really kweli na wewe ni kiongozi ambaye Mungu ana makusudi na wewe, fanya kazi pale pale ulipo. Chama chochote cha kisiasa Tanzania ambacho kina usajili halali kinaruhusiwa kufanya kazi zake za kisiasa kihalali, ni sehemu sahihi ya wewe kufanya siasa. Sio lazima uende chama ambacho pengine kina makelele mengi, sio lazima labda uende chama cha siasa ambacho kina watu maarufu wengi. Unakosea kwa nini wewe usiwe ndio mtu maarufu kwenye hicho chama ukasaidia chama chako kuwa maarufu na kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo uh, nawakaribisha sana vijana ambao mko kwenye vyama vingine, mnatamani na nyinyi kuwa wanasiasa, mnatamani majukwaa ya kisiasa ya kufanya siasa, oe, karibuni kaf. Yani nyinyi siku mkiingia kaf, ulizeni tu, maana tunamtafuta mtu anaitwa Matendo, alafu niwaoneshe namna ambavyo unaweza kuwa mtu mkubwa kwenye hiki chama kwa kuonesha uwezo wako tu. Yaani, hata ukija na jina lako kubwa kiasi gani unahitaji kuonyesha uwezo wako, no mata ukubwa wa jina lako ambalo umekuja nalo huko ulikotoka umelipata pataje? Kama ulihonga ulifanya nini. Lakini kwetu sisi, ukija, nitakuonyesha mbinu za namna ya kuwa mtu mkubwa, and of course hata mimi nitakuja kuwa mtu mkubwa. Wewe, angalia hii video, kama utacomment lolote lile ujinga utacomment kunitia -kuni -kuni -kuni -kuni -kuni -kuni -kuni moyo. Lakini nachojaribu kuambia ni kwamba uwezekano wa mimi kuja kuwa kiongozi mkubwa ni mkubwa, kwa sababu nachokiamini mimi ni kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii, tatua matatizo ya watu ambao unaamini kwamba wanahitaji msaada wako. Ushanielewa, automatically utakuja kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo kwa haya machache, naomba kuwakaribisha vijana wenzangu ambao mmekosa majukwaa ya kufanyia siasa Kafu ni eneo sahihi sana kwa sababu uh, nyingi ambazo mimi nazijua na siku kinitafuta, nitakuonesha ni namna gani kwenye chama chetu unaweza kuwa mtu mkubwa. ya ni hivyo, maneno mengi sana yanaongelea kuhusiana na chama cha wananchi Kafu. Ukweli ni kwamba hamvijui vitu vingi vinavyohusu hiki chama, alafu bahati mbaya